Wakati joto la urais mwakani likizidi kuongezeka nchini, mwenyekiti wa Bunge maalum la Katiba, Samwel Sitta ameweka wazi kuwa hana nia ya kuwania urais kwa kutumia kigezo cha kuongoza bunge hilo maalum. Akizungumza wakati wa kufungua kikao cha 31 cha Bunge maalum la Katiba, Sitta hata hivyo alisema atakuwa tayari kufanya hivyo kama wananchi wataona anafaa, kwani wao ndio wenye dhamana ya kuchagua mtu anayetaka awaongoze. Wengine Wananikejeli wanasema, shughuli hii kwa shughuli hii naonyesha sifai urais. Mi sijaomba urais <laughs> naifanya kazi hii kama mwenyekiti wa bunge la katiba. Basi haya mengine, rafiki yangu Juma Haji duni, kwa hoja zilizo duni kabisa <laughs> anajaribu kunipima eti <laughs> Lakini nasema wanaochagua ni wananchi. Inawezekana mwakani wananchi wa Tanzania wakatamani mtu mzima <laughs> aliyetulia asiyewaogopa wapuuzi eh, wakatamani hilo mtu makini mwadilifu basi kama itakuwa hivyo, wajue tupo na sisi wengine wakiweza kufikiriwa kwa mambo kama hayo. <laughs> Wajumbe wa bunge hilo wameanza kuwasilisha taarifa za kamati zao ambazo zimekaa kwa siku kumi na tano wakijadili sura zilizokuwa zimebaki za rasimu ya katiba mpya, ambapo kulikuwa na maoni ya wajumbe wengi na wale wachache katika ibara mbalimbali za sura walizokuwa wakijadili. Akiwasilisha maoni ya kamati namba kumi na mbili, Mtoa maoni ya wengi Thuaiba Kisasi alisema kamati yake pamoja na mambo mengine imependekeza kuongezwa kwa neno rangi na kutoa neno jinsi katika ibara ndogo ya tatu a kifungu kidogo cha kwanza kutokana na kile walichokisema ni kukithiri kwa baadhi ya watu kubaguliwa kutokana na rangi zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo haya ni kutokana na ukweli kwamba kuna watu wanaobaguliwa au kunyanyaswa kwa sababu tu ya rangi zao hivyo ni muhimu katiba hii kukataza vitendo hivi vya ubaguzi. Aidha, watu, wa watu wenye ulemavu ni miongoni mwa watu wenye mahitaji maalum katika jamii, hivyo ni muhimu nao wakalindwa na katiba hii. Kamati kumi na mbili za bunge hilo maalum zimeanza kuwasilisha taarifa zake kwenye bunge hilo baada ya kukaa kwa muda wa siku kumi na tano wakijadili na kuichambua rasimu ya pili ya katiba ambapo kumekuwa na mabadiliko katika sura mbalimbali huku baadhi ya wa wajumbe wa bunge hilo wakiwa wamesusia mchakato mzima unaoendelea.